Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu tunaolipata katika injili ya Yohane sura ya saba aya ya arobaini hadi ya hamsini na mbili. Ni habari za Yesu aliyekuwa hekaluni akiwafundisha watu, akiwaeleza juu ya asili yake. Yohane anazungumza, watu wengine walisema kwamba hakika huyu ndiye nabii na maneno haya wamenukuu kutoka katika kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati sura ya 18 aya 15, ambapo Musa alimwomba Mwenyezi Mungu kwamba atawaletea nabii mkubwa kama mimi Musa. Hivyo basi, walipomwona Yesu akiwa anafundisha, walimwona kama Yesu ni nabii. Wengine wakasema, huyu ndiye Kristo. Maana yake nini? Kristo maana yake ni mpakwa mafuta wa Bwana. Kwa hiyo ndani ya mafundisho ya Kristo aliyokuwa anayafundisha pale hekaluni, wakasema maneno yake yana yamejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Huyu ni mpakwa mafuta wa Bwana. Lakini wengine wakaanza kubeza, wakasema: je, Kristo atatoka Galilaya? Mbona katika maandiko hasa kwa nabii Yeremia sura ya ishirini na tatu aya tano inasema kwamba Kristo atatoka katika uzao wa Daudi, atatoka Betlehemu, katika mji wa Daudi. Kwa maneno hayo, wakatokea utengano wao kwa wao juu ya asili ya Yesu Kristo, kwamba ametoka Galilaya au ametoka eh, Betlehemu katika ule mji wa Daudi. Kwa nini wanabishana? Wanabishana kwa sababu ya asili, hawakujua maandiko. Walimkataa Yesu kwa sababu ametoka Galilaya, na wengine wakamkataa Yesu kwa sababu ya mjadala wa kitheolojia uliokuwepo pale juu ya asili ya Yesu Kristo. Hadi sasa tatizo hilo lipo katika kanisa la sasa, hadi katika nyakati zetu. Kuna watu wengi wamekataa kumwamini Kristo kwa sababu ya mijadala ya kitheolojia iliyopo. Je, nani yuko sahihi juu ya asili ya Kristo? Je, maandiko gani yako sahihi juu ya habari za Agano la Kale kwamba je, Kaini mke aliyemwoa alimpata wapi? Kuna wengine wamekataa kuweza kupokea ukweli wa Kristo kwa sababu ya hilo. Kuna watu wanakataa kupokea ukweli juu ya Kristo kwa sababu ya mama yake Bikira Maria, wanakataa kumwamini Kristo kwa ajili ya hilo. Katika mambo haya yote ambayo yanaweza aja kutokea katika imani, mpaka inaleta mtengano kati ya Wakristo kwa Wakristo. Leo tunajifunza kitu kimoja kwamba katika habari za Kristo juu ya asili yake na juu ya ukweli wa mafundisho yake isija katokea utengano, kwa sababu mgawanyiko huu haupaswi, kwani Yesu Kristo yeye ndio ukweli. Yesu Kristo yeye ndiye mwanga wa dunia hii. Mafundisho yake ambayo, ambayo ameyaleta kwetu sisi lazima tuweze kumwamini na baadaye tuweze kuwa na uzima wa milele hata kama ni nani ambaye yuko sahihi na nani ambaye hayuko sahihi, tukifika hatua juu ya mafundisho ya Kristo na msalaba wake, ndugu zangu wapendwa, tushikane mkono, tuungane, tupendane kwa ajili ya fundisho hilo. Kwa nini? Kwa sababu mimi na wewe sote tumeoshwa kwa damu ya Kristo ya pale msalabani, damu yenye thamani na hatuna kitu kingine chochote kile kinachotuunganisha isipokuwa damu ya Kristo. Kwa hiyo kwa habari ya msalaba na damu ya Kristo, lazima wote tuweze kuwa wamoja. Vilevile pia, lazima tuweze kuwa wamoja kwa sababu Kristo ndio tumaini letu, yeye ametuunganisha. Yaani, wewe umeweka tumaini lako lote kwa Kristo na mimi pia nimeweka tumaini langu lote kwa Kristo, Mungu aliye juu ya yote, ambaye anatuunganisha kwamba baada ya maisha haya tunaenda kuunganika na yeye kwa hali hiyo lazima tuweze kuungana. Basi wale ambao waliokuwa wakimsikiliza Yesu katika mafundisho yake wakataka wengine kuweza kumkamata lakini wakaogopa kwa sababu wakati wake ulikuwa bado haujafika, wakaacha kumshika, wakarudi kwa wale waliokuwa wamewatuma kwenda hekaluni kumfuatilia Yesu. Walipofika pale, wakawaambia wale viongozi, mbona hamjamleta Yesu? Wakasema, hajawahi kuonekana mtu ambaye amejua kuweza kunena maneno kama huyu. Viongozi wale ambao walikuwa ni mafarisayo wakasema, je, nanyi mmedanganyika? Ni nani kati ya wakuu anayemwamini au kati ya mafarisayo? Lakini makutano hawa wasiofahamu torati wamelaaniwa. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana. Viongozi wa dini wanaweza wakafika hatua wakajiona kwamba wanajua ukweli wote, wakawadharau watu hali ya chini, hadi wanawapatia majina kwamba wamelaaniwa. Mafarisayo walijiona kwamba wamejua torati, hawakumpokea Kristo na hawa watu wengine pia ambao walikuwa ni walinzi wao. Kumbuka pia walinzi wanakuwa hawana elimu kubwa sana. Wale walinzi walikuwa wamewatuma, wakafika pale, wakapokea neno la Kristo, hawakuweza kumshika, wakaambiwa wao wamelaaniwa. Viongozi wa dini wanakataa kumpokea Kristo na wale waliompokea Kristo na mafundisho yake wanaambiwa kama wamelaaniwa. Mungu atusaidie katika nafasi hiyo, tuweze kuelewa ukweli na tuweze kuwa wanyenyekevu katika kuweza kumpokea Kristo na mafundisho yake. Katika hao hao Mafarisayo, anaibuka Farisayo kiongozi wao, alikuwa anaitwa Nikodemu. Huyu zamani, katika injili ya Yohane sura ya tatu, alimwendea Yesu nyakati za usiku kwa sababu alipenda mafundisho ya Kristo. Na hapa tunajifunza kwamba ingawa katika kundi fulani watu wanaweza kuonekana wao hawampendi Kristo, lakini kuna baadhi ya watu wanamjua Kristo ni nani. Kuna baadhi ya mafarisayo walimjua Kristo ni nani, na ndio maana walikuwa wanamwendea Yesu kwa siri. Yeye anawauliza swali hili, wale wote ambao walikuwa katika mjadala wa kumpinga Kristo, anasema hivi: je, sheria zetu, torati yetu inazungumza habari za kumhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza, na baadaye pia tunamhukumu mtu kabla ya kujua yale anayotenda. Wakamgeuka ye mwenyewe pia Nikodemo, kiongozi wao, wakasema, je, wewe nawe umetoka Galilaya? Tafuta ukaone kuwa kutoka Galilaya hakutokea nabii. Yesu anakataliwa kwa sababu alitokea Galilaya. Wanakataa ukweli hadi sasa kuna watu wanakataliwa kwa sababu ya maeneo waliyotoka, kama ni maeneo ambayo hayana imani sana. Kuna watu wana mchanganyiko katika mambo ya ushirikina, katika mambo ya uzinzi, mambo ya usherati, katika mambo ya pombe, wanakataliwa kwa sababu ya maeneo ambayo wametoka. Jipe moyo mkuu, Yesu alikataliwa kwa sababu alikuwa ametoka Galilaya, kwa watu wenye asira, kwa watu ambao ni wapagani, kwa watu wenye mapinduzi, naye mwenyewe pia watakukataa kwa sababu ya hiyo, lakini kama Yesu alikataliwa, nawe mwenyewe pia watakataliwa. Kama Yesu baadaye, wale wote waliosema kwamba ametoka Galilaya wakasema ni mwana wa Mungu hakika, nawe mwenyewe siku moja watakunenea mema. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.